Pacome Zouzoua ni mtu ambaye anazungumzwa kwamba huenda hii mechi ya leo akaonyesha makali ambayo tumezuia kumuona. Baada ya mechi iliyopita hakuonekana kuwa bora kwa maana dhidi ya Farabat. Lakini je, hii mechi inamhitaji Pacome? Kama inamhitaji, inamhitaji afanye nini kiwanjani? Kitu ambacho anaanza kakiofa Pacome Zouzoua ni ile uh, individuality kwenye technical ability ambayo yupo nao mm, ile skills ambayo yupo nayo uwezo wa kumengenya na kuchakata safu ya uliza timu pinzani mm, na kwenda kufunga goli ama kucreate nafasi na mm, ndio na kitu ambacho Pacome Zouzoua anakihitaji katika mechi ya leo kukifanya mm. Walizungumzia kwa nini mechi iliyopita alikuwa anapoteza mipira mingi kiwanjani, ni kwa nini? Obviously timu yake ilikuwa imejikita ime, ime zaidi katika eneo la kujilinda, options zilikuwa chache katika eneo la mwisho. Lakini Pacome Zouzoua ili uweze kumuona, anafanya link up sahihi ni viungo wake, unapokuwa na mentality uh, ya uh, kushambulia zaidi ni beki wa kulia ameingia mpaka ndani kwenye nio sahihi kutoa ile pasi, timu nzima ina maana imebase katika mentality ya ya kushambulia. Kama Yanga ikiwa na kaba sana, Pacome ni ngumu kumwona, lakini kama Yanga ikiwa timu imejengwa kwenda kushambulia, ina maana kuanzia fullback wanapanda, wale viungu wawili, mmoja anabaki, mmoja <coughs> anasogea na Max Pereira Zengeli mm, Pacome utamuona, maana anakuwa na uwezo wa ku link up, anakuwa na optional, anakuwa na uwezo kukimbia kama third man na runners mm. So ni picha ni kubwa ambayo kwangu mimi nikimuona kama Pacome ataanza mm, atakuwa bora kama timu itakuwa inashambulia.